Kimambi ametoa kauli kali akidai kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ametoa maagizo ya kukamatwa kwa viongozi wote wa chama cha upinzani Chadema. Kupitia chapisho lake, Mange amesema hatua hizo ni unyanyasaji na ukatili unaokandamiza mfumo wa vyama vingi nchini. Mange alieleza kuwa viongozi hao wamezuiliwa kufanya siasa, akaunti za chama zimefungwa na sasa wanakabiliwa na mateso ya kisiasa. Licha ya kutokuwa na makosa ya kisheria, hawa kosa lao ni kukataa kuhamia CCM, aliandika, akidai kuwa wanaodaiwa kukataa hongo ya kujiunga na chama tawala ndio wanaonyanyaswa zaidi. Wakati huo huo, nyaraka ya mahakama imeonyesha kuwa kesi namba 2580 ya 2025 imepangwa kutajwa tarehe 15 Oktoba 2025 katika Mahakama Kuu Dar es Salaam mbele ya Jaji Embagwa. Miongoni mwa waliotajwa kwenye kesi hiyo ni John h John, Mwinyika Rose Mayemba, Brenda Rupia na Gelvas Lienda, wakihusishwa na maombi mbalimbali dhidi ya wafuasi wa chama hicho. Mange ameitaja hali hii kama ishara ya udikteta unaokuwa, akihimiza Watanzania kutokaa kimya ifikapo tarehe 25 Oktoba, akiitaja siku hiyo kama ya ukombozi wa nchi. Serikali haijatoa tamko rasmi kuhusiana na tuhuma hizo hadi sasa, lakini wachambuzi wanasema ni lazima suala hili lichunguzwe kwa ukweli na uwazi.